Mambo kumi usiyoyajua kuhusu presha ya kupanda na kushuka. Presha ya damu ijulikanayo pia kama shinikizo la juu la damu ni moja ya matatizo ya matatizo ya kiafya yanayoasili mamilioni ya watu duniani. Watu wengi huzani kuwa wanajua vya kutosha kuhusu hali hii, lakini kuna mambo mengi ya kushangaza na ni muhimu ambayo hayajulikani sana katika miaka hii, tutajadili mambo kumi usiyoyajua kuhusu presha ya kupanda ene hypertension, na presha ya kushuka hypotension, madhara yake na jinsi ya kuishi salama ikiwa unaishi na hali hizi. Utakuwa nami daktari Lenny Komba nikikueleza kwa undani kuhusu mada hii. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha na una subscribe ili w unapata mazuri yetu mara kwa mara. Jambo la kwanza, presha ya kupanda haina dalili, wakati mwingine inaitwa tunaita silent killer. watu wengi wazani kwamba lazima usikie dalili kama maumivu ya kichwa au moyo kupiga kwa kasi ili ujue una presha ya kupanda, lakini ukweli ni kwamba inawezekana kuwa kimya kimya kabisa na mtu anaweza kuwa nayo kwa miaka bila kujua, hadi atakapoambiwa kuwa anayo au atakapopata changamoto kama kiharusi au shambulio la moyo. Jambo la pili, presha ya kushuka ni hatari sana. Wakati watu wengi huona presha ya chini kama ni kitu kisicho hatari, kushuka kwa kiwango kikubwa cha presha kinaweza kusababisha kizunguzungu, kupoteza fahamu kushindwa kwa moyo, yani heart failure, moyo kutofanya kazi vizuri, na hata kifo kwa baadhi ya watu na mazingira. Hivyo presha ya kushuka ni hatari zaidi. Jambo la tatu, kukasirika au kushtuka ghafla huongeza presha mara moja. Hasira kali au mshtuko wa ghafla husababisha mwili kutoa homoni za dharura kama adrenalini ambazo hupandisha presha ya damu mara moja, huku ikihatarisha maisha hasa kwa watu wenye matatizo ya moyo. Jambo la nne, kunywa pombe kwa kiasi hakumaanishi salama kwa presha. Watu wengine huamini kuwa pombe kidogo haina madhara kwa presha. Hata hivyo, tafiti zinaonyesha kuwa kwa baadhi ya watu hata kwa kiwango kidogo cha pombe huweza kupandisha presha na kudhoofisha mishipa ya damu. Jambo la tano: kisukari na presha ni marafiki wakubwa. Kisukari huongeza hatari ya kupata presha ya kupanda kwa sababu ya uharibifu wa mishipa ya damu. Mchanganyiko huu ni hatari zaidi na kusababisha matatizo makubwa ya moyo figo, na macho. Jambo la sita, kuvuta sigara mara moja tu kunatosha kuwasili presha, hata kama mtu avuti sigara mara nyingi, kuvuta sigara mara chache, kila uvutaji huweza kusababisha mishipa ya damu kubana na hivyo kupandisha presha ya damu kwa muda mfupi, na madhara yake jilimbikiza kwa muda na kupelekea shinikizo la juu la damu. Jambo la saba, chumvi nyingi si tu ya meza bali hufichwa kwenye vyakula pia. Watu uzani hawatumii chumvi nyingi kwa sababu hawaweki mezani, lakini vyakula vya viwandani kama mikate au sausage na vyakula vya haraka vina kiasi kikubwa cha chumvi kilichofichwa. Hivyo ni vyema kuchunguza kiwango cha chumvi kwenye kila chakula ambacho unakula. Jambo la damu, jambo la nane: presha ya damu hubadilika kila siku, saa hadi saa. Presha ya damu sio thabiti, hubadilika kulingana na muda, siku, hali ya hewa, chakula kilicholiwa na hali ya hisia ndiyo maana madaktari hupendekeza vipimo vya mara kwa mara ili kupata picha sahihi ya afya ya moyo wako jambo la tisa mazoezi hupunguza presha lakini mazito sana hupandisha presha kwa muda mfupi mazoezi ya mara kwa mara husaidia kushusha presha lakini mazoezi makali hupandisha presha na si salama kwa afya yako. Hii ni kawaida na huisha baada ya kupumzika, hivyo ni vyema kuwa makini wakati wa kufanya mazoezi. Jambo la kumi, presha ya kupanda inachangia magonjwa ya macho, figo na ubongo. Shinikizo la juu la damu lisilodhibitiwa linaweza kuharibu mishipa midogo ya damu kwenye macho na kusababisha upofu. Kwenye figo inaweza kusababisha kushindwa kwa figo, na kwenye ubongo inaweza kusababisha kiharusi. Ni muhimu kufahamu kwamba presha ya damu, iwe ni ya kupanda au kushuka, ni hali inayohitaji uelewa wa kutosha na ufuatiliaji wa karibu. Kufanya mazoezi mara kwa mara, kula lishe bora na kuepuka msongo wa mawazo na kupima presha mara kwa mara ni hatua muhimu za kujilinda. Elimu kuhusu presha ya wagonjwa ni muhimu kwa kila mtu. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, tukutane katika mada ijayo.